Umeongelea swala la upatikanaji wa maji e, na kama ambavyo unafahamu katika kipindi hiki cha kiangazi kumekuwa na e, upungufu kidogo wa huduma yetu tunayoitoa, japo kuwa ipo mipango mbalimbali ambayo e, itakwenda kumaliza kabisa changamoto ya maji katika mji wetu huu wa Njombe, lakini kwa kipindi hiki kwa maana ya mwaka huu. E, na sisi tunaamini kwamba cha mwisho kabisa e, kuwa na, na migao katika mji wetu wa, wa, wa Njombe, na hii ni kutokana na uwekezaji mkubwa ambao serikali inaufanya kupitia miradi mbalimbali mbali ambayo, ambayo imekuwa ikifanyika. E, labda ni kwenye swala la changamoto hili la huduma ya maji kama ambavyo e, mpaka sasa tunavyo tuna, tuna vyanzo vyetu sita ambavyo vinatoa huduma kwa Njombe, na vyanzo vyetu hivi eh, kipindi cha kiangazi kama hiki eh, kumekuwa na, na upungufu wa maji, kwa maana ya kwamba eh, kipindi cha kiangazi maji yanapungua kwenye vyanzo eh, kama unafahamu mwaka jana pia tu eh, eh, serikali tulikamilisha e, chanzo ambacho kili e, kilipunguza adha ya kukosekana kwa, kwa maji mji wa Njombe, chanzo cha Ijunio mm -hmm. e, na ambacho tulikuwa tunakitegemea sana katika kutuvusha katika kipindi hiki cha kiangazi kwa mwaka huu na hivi karibuni e, tunategemea chanzo kingine cha maji kupitia chanzo cha Rugenge ambacho pia kitaongeza maji kwa ajili ya kupunguza na bahati nzuri hiki itakwenda kukamilika katika mwezi huu wa kumi kwa tunategemea, e, mwishoni mwa mwezi huu e, tutaweza kuongeza maji karibu lita milioni moja pointi nne kwa siku. Kwa hiyo upungufu na migao ya maji ambayo inaonekana e, itakwenda kupungua, lakini ni semee chanzo cha Ijuniro chanzo mm -hmm. cha Ijuniro e, ambacho kilikamilika mwaka jana na mwaka huu kama mnakumbuka mwanzoni wakati kiangazi kinaanza Uh, ukijaribu eh, kuvuta uh, picha mwaka jana kulikuwa na tatizo kubwa la maji. Mwaka huu kidogo tatizo likapungua, kwa sababu tulikuwa tunajivunia uwepo wa chanzo hicho kipya cha Ijunilo ambacho kama ambavyo nimesema kinazalisha maji lita milioni, kilikuwa kina uwezo wa kuzalisha lita milioni mbili eh, na laki nne kwa siku, lakini kwa bahati mbaya sana eh, mwaka huu E, chanzo hiki e, hasa maeneo ambayo maji yana e, ile mikondo ya maji inatoka maeneo ya, ya usite e, kwa upande wa, wa majirani zetu wilaya ya Wanging'ombe e, pamoja na maeneo ya Mgodechi na Maheve e, kumetokea e, wananchi wameeza wame, wame, wame, wame, wame, mikondo ile ya maji kwa ajili ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo, hapo ndipo eh, ambapo eh, kama ambavyo umesema awali kwamba kumetokea changamoto ya huduma ya maji hivi karibuni imesababishwa na kiasi hii na, na, na sababu hizo. Kwa hiyo, wamechepusha maji kwa ajili ya kuhudumia mashamba ya eh, kilimo cha eh, parachichi na kilimo cha viazi ali maarufu wanasema viparira, na hasa wengine wamelima ndani kabisa ya, ya, ya mkondo wa maji. Kwa hiyo e, e, e, sisi kama NJUWASA e, kwa kweli tunapaswa kuyalinda yale maeneo, lakini wapo ambao e, wanahusika kisheria, watu wa bonde ambao bahati nzuri tuli, tuli, tulipiga kelele tukawaita na wako tayari kazini na tunashukuru kwa kweli kwa jitihada ambazo zinafanywa pia na, na serikali ya, ya, ya wilaya ya Njombe kupitia kwa mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, Mheshimiwa Sweda ambapo tumefanya ukaguzi mara, mara kadhaa tukiwa naye na baadaye e, afisa tarafa ameweza kuitisha kikao cha wananchi wote wanaojishughulika na swala la kilimo katika maeneo hayo, ambapo alifanya kikao siku ya Jumamosi Jumamosi tu iliyopita, na tayari tumeshaanza kuona e, majibu, kwa sababu mpaka e, kufikia Ijumaa ya wiki iliyoisha e, kiwango cha maji kilichokuwa kimepungua kwenye tegeo letu la maji ni karibu mita 1.2, ni kiasi kikubwa sana ambacho eh, huwa kinatengeneza mgandamizo au pressure ya kuleta maji katikati ya mji na mara tu baada ya kuanza zoezi hilo eh, jana mpaka eh, kufikia jana kimeongezeka kiwango cha maji kwa sentimita 30 kwa hiyo sasa hivi tuna upungufu wa mita kwa sentimita tisini E, kutoka levo ambayo huwa ina mgandamizo mkubwa wa kuleta maji maeneo yetu ya mjini. Kwa hiyo, huduma yetu imeathirika kwa namna hiyo, na sisi sasa kama Juwasa e, ndiyo, ndiyo, ndiyo maana e, tumefanya mabadiliko kidogo ya mgao mm -hmm, kuliko ile migao iliyokuwa hapo awali. Na sasa hivi tumekuwa na migao mikali, tunaweza tukasema mikali kwa sababu kuna baadhi ya maeneo yanapata masaa machache tu kwa wiki. Na wakati mwingine maeneo mengine yanapata masaa sita na mgao huu umeanza rasmi toka tarehe sita mwezi wa tarehe sita mwezi wa kumi kwa hiyo mgao umeongezeka ume ya, ya, mgao umeongezeka kwa maana ya kwamba kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanapata maji kwa mfano masaa ishirini na manne hmm, maeneo ya LCCF kilabuni ni CCM kwa mfano eneo hilo e, kwa sasa tumetenga tume E, maeneo ya kila kilabuni na serikali za kule kwenye eneo ya kilabu cha serikali, maeneo ya Mbugani, sasa hivi wanapata maji kuanzia saa moja siku ya Jumanne saa moja usiku mpaka e, saa kumi na mbili asubuhi. Ndio hicho ambacho umesema kwamba kuna baadhi ya maeneo yanapata maji e, usiku, lakini pia na maeneo mengine mengine tumebadilisha badilisha mgao nzuri. Wateja wetu karibia wote ambao wamejiunga kwenye kwenye WhatsApp Eh, ile ratiba ya mgao tumeweza kuisambaza at least waweze kuifahamu kui Hmm. Kwa, kwa siku kwa mji wa Njombe mahitaji ya maji ni kiasi gani? Kwa, kwa sasa kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 kwa idadi ya watu ambayo inafikia elfu tisini na mbili mahitaji ya maji ni lita eh, milioni kumi kwa siku. E, lakini e, kwa vyanzo vyetu tulivyo navyo kama ni kipindi cha masika, vina uwezo wa kuzalisha maji lita mpaka milioni tano kwa siku, lakini kwa sasa kutokana na changamoto ya ya ya, ya kiangazi lakini pia na baadhi ya wananchi ambao wanatumia maji e, kwa kilimo e, tunazalisha e, takribani lita milioni milioni tatu pointi moja kwa siku. Kwa hiyo utaona tuna gembu kubwa e, mahitaji lita milioni kumi kwa siku, lakini maji tunaozalisha mpaka sasa tunazalisha lita milioni tatu pointi moja kwa siku. Kwa hiyo ndio maana sasa tunalazimika kufanya, kufanya migao e, kwa sasa, kitu ambacho naweza nikasema na nimekisema awali kwamba changamoto hii inafahamika na sisi kama watumishi kama wataalamu Njuwasa tunalifahamu, na serikali inafahamu na ndio maana kuna uwekezaji mkubwa e, wa, wa miundombinu ya, ya, ya kusambaza ya kusambazia maji e, ninaweza nikasema kwa miradi ambayo tupo tunaendelea nayo e, changamoto ya maji katika kipindi cha kiangazi itaisha mwaka huu pekee, kwa sababu tunao mradi kama ambavyo umewahi ume kusikia mradi wa miji ishirini na nane mradi ule pekee utatuzalishia maji lita milioni kumi na moja kwa siku, na kimkataba unapaswa kuwa umekamilika mwaka huu e, mwaka huu kwa maana ya mwezi wa kumi, mwezi huu, lakini kutokana na kwamba ulichelewa kidogo kuanza kutokana na e, changamoto ya kupata sehemu ya kuweka e, e, miundo mbinu ya kuchota maji, kwa hiyo tunategemea e, mwezi wa tatu mwakani utakwenda, utakwenda kukamilika, utatuongezea lita milioni kumi na moja kwa siku. Na mradi huu wa Rugenge ambao nimeutaja ambao ulianza toka mwaka 2022 naihib e, wenyewe tunategemea unakamilika mwezi huu, mwishoni mwa mwezi huu utatuongezea lita milioni moja pointi nne kwa ujumla. Sasa vyanzo vyetu vyote tutakavyokuwa navyo vitakuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni kumi na saba kwa siku. Kiasi ambacho maji tutakuwa tuna uwezo wa kusambaza bila kuwa na mgao. Kwa hiyo swala la mgao wa maji ni mwisho mwaka huu.